tutazungumzia hadithi iliyoko kwenye Sahihi al-Bukhari na Sahihi Muslim. Hadithi kama hii inadai kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni katili. Je, kweli Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni katili? Na je Qurani inapinga akhlaqi kama hiyo ama inakubali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam alikuwa ni katili? Hii ndiyo halka yetu ya leo. Ndugu mtazamaji, babako anapokuwa ni mtu mwema, mtu mzuri, mtu mwenye akhlaqi mzuri, alafu aje mtu akwambie kwamba babako ni mwizi, huwezi kukubaliana naye moja kwa moja Yaani, amekwambia babako ni mwizi, na wewe ukakubali kwamba babako ni mwizi? Huwezi kukubali, kwa sababu wamjua tabia ya babako, wajua sifa ya babako, uko naye toka udogoni mpaka umekuwa mkubwa. Kwa hivyo wajua sifa yake, huwezi kumkubalia hivi hivi. Ni lazima utakuwa una- maswali unajiuliza, pengine kuna misunderstanding. Na utajaribu kutefuta proof kuonyesha kwamba babako sio mwizi lakini subhanallah, mtu anasomewa riwaya ama hadithi. Hadithi kama ile inamvunjia heshima mtume sallallahu alaihi wasallam, ama hadithi kama ile inasema maneno kwamba mtume amesema, na maneno kama yale yanapingana na Qur'an, kisha utakuta mtu hana wasiwasi wowote wala hajiulizi kwamba je, huyu ndiye mtume ninayemjua? Zile sifa zake ambazo kwamba zimo kwenye Qur'an kwamba mtume ni rahim, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inni akhafu in aswaitu rabbi adhaba yaumin adhim, kwamba mimi naogopa kumuasi Mwenyezi Mungu, kwa sababu naogopa adhabu ya siku ya kiyama ni adhabu kubwa. Yani mtu atahuwa hana wasiwasi wasi, mtu anakubali maadamu iko kwenye Sahihi al-Bukhari, maadamu iko kwenye Sahihi Muslim, maadamu ni tafsiri ya mwanachuoni mkubwa, maadamu na mwana ni naba habari imetolewa na mwanachuoni mkubwa na inakhalifiana na Qur'ani na khalifiana na akili, yeye yeah, anaikubali tu. Wallahi msiba mkubwa tulionao katika mujtamaa wetu wa Kiislamu, na yote inaletwa kwamba tumekataa Mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala . Mwenyezi Mungu ametufunza kwamba tutumie akili zetu. Leo tutaona hadithi kama hini, hadithi kama hii tumesema iko kwenye sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Hadithi kama hini ni hadithi ambayo kwamba kwa maarufu inajulikana kama hadithi ya Urainiyin. Hawa Urainiyin ni watu wa kutoka Urain walikuja kama inavyoeleza kwenye sahih al-Bukhari na sahih Muslim, kwamba hawa watu wa kutoka Urain walikuja mji wa Madina kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na walipokuja katika mji wa Madina, wakaamua kusilimu kuingia katika Uislamu, na baada ya kusilimu, wakawa wanaishi katika mji wa Madina, lakini kwa bahati mbaya ile environment ya mji wa Madina haikuendana na afya zao, haikuendana na wao. Kwa hivyo wakawa wagonjwa wote. Baada ya kuwa wagonjwa, wakaenda wakamshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi, hali ya hewa hapa si mzuri na sote tumekuwa wagonjwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha waende, wakanwe ma, maziwa ya ngamia na kisha akawaambia wanywe mikojo ya ngamia. Na hapa kuna question mark, lakini sio mahali pake pa kuzungumzia, tutapawata hivyo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama inavyosema hadithi, akawaamrisha waende kwenye ngamia, wanywe maziwa ya ngamia na mikojo ya ngamia. Wakanwa mikojo ya ngamia na wakanywa maziwa ya ngamia afya zao zikarudi, zikawa mzuri. Baada ya afya yao kurudi uzuri, yani baada ya kupoa, wakaritadi. Na baada ya kuritadi, wakamuiba yule ngamia ambaye kwamba waliokunwa maziwa na waliokunywa mikojo yake. Kisha yule ngamia, kulikuwa na mchungaji, wakamuua yule mchungaji, yani walimuua mchungaji na wakatukua ngamia, wakakimbia. Habari ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama inavyotueleza hadithi kwamba fabalagha nabiyu, ile habari ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilipofikia Mtume, Mtume fabatha talaba fi atharihim, hadithi inatuambia kwamba Mtume akaamrisha watu maswahaba wawafuate, walipofuata wakawa wenye kuwafuata Fa amarahum, yani Mtume alipowaamrisha kwamba wafuate wale, ambao wale watu wa kutoka Urain, baada ya kuamrisha wafuate kisha wak, Mtume akaamrisha yani lile jeshi ama lile kundi alilolituma Mtume akaamrisha faamara bihim, yani Mtume akawaamrisha wale watu fasamaru ayunahum yani wakaamrisha ili akawashike wale watu. Watu gani? Wale watu wa Urain, wakenda wakawashika, na mtume akaamrisha baada ya kushikwa fasamara ayunahum, yani mtume ndo aloamrisha kwamba wakishikwa wachomwe na misumari ya moto katika macho yao. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa amri hiyo wafanywe wale watu wa Ureini, kisha wakatwau aidiahum, na akatoa amri kwamba wakatwe pia mikono yao, yani isitoshe kuchomwa macho na kuchomwa macho yao na misumari ya moto kisha wakatwe mikono yao. Waar, wa arjulahum na pia miguu yao pia wakatwe na miguu yao wataraku fi nahiyati lharra, na wawachwe fi nahiyati lharra, mahali ambapo kwamba pana joto kali. Yani baada ya kufanywa yote hayo, kisha wawekwe katika jua ambalo kwamba ni jua kali. Hatta matu ala halihim, hadithi inatwambia hatta matu, mpaka wakafa, ala halihim, ile hali waliokuwa nayo. Yani, mtume hadithi inatuambia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, wale watu baada ya kukimbia na ulengamia, mtume akatoa amri kwamba washikwe kisha wachomwe, na ma, wachomwe macho yao na misumari ya moto na wakatwe wa mikono yao kisha wawekwe kwenye jua mpaka kufa kwao. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam yuamrisha kwamba watu kama hawa wafanywe jambo kama hili la kikatili, jambo ambalo kwamba ukilisikia mwili wako unasisimuka, jambo ambalo kwamba halifanywi isipokuwa na wale mababarian. Yani wamemfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam naye ni katika babarian, yani hajui, hana dini, hana lolote, anajifanyia mambo ya kikatili kutokana na akili yake hii ndiyo hadithi ambayo kwamba inayomtaja mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na kumuonesha mtume wetu. Hii ni picha imeletwa na huyu bwana alotuletea hadithi kama hini, ikatufikilia hadithi kama hini kutuonesha, hiyo ndiyo picha ya mtume wenu, kwamba mtume wetu alikuwa ni katili, hali kama hiyo. Na hata lau angekuwa hata kama yule, wale bwana wamemuua yule mchungaji na wakamkata, na wao si sawa mtume sallallahu alayhi wasallam atoe amri na wao wachomwe na misumari ya moto na wakatwe mikono yao na waanikwe kwenye jua la abadan. Kwa hivyo, hii ni picha ametuletea kutuonesha huyu ndiye mtume wenu. Lakini ndugu muislam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, twajua alivyomsifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizi sio sifa za mtume. Hadithi hata iwe ni ya Bukhari, hadithi hata iwe ni ya Muslim, hadithi iwe hata ni ya sahaba gani, lakini maadamu maneno ni kama haya, maadamu ni kumkashifu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ni lazima turudi ndani ya Qurani ili tuhakikishe, je, maneno kama haya tunavyomjua wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunavyosikia mtume kwamba mtume ni rahimu, ni mrehemevu, je, maneno kama haya yanalingana na, na Qurani na hivi ndivyo alivyokuwa anataka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea qaida kwa sababu alikuwa anajua baada ya kuondoka kutatokea watu ama kutakuwa na watu wenye kumchafua jina lake, alikuwa anajua jambo kama hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia kwenye hadithi ambayo kwamba ni sahih ilmatn, atuambia alhadithu anni ala thalatha fa ayyuma hadithin balaghakum anni ta'rifunahu bikitabi llahi faqbaluhu Mtume sallallahu alayhi wasallam mutakapo asema, mutakapoambiwa hii ni hadithi yangu na mukakuta imeafikiana na maneno yaliyomo ndani ya Qur'ani, mtume anatuambia faqbaluhu, ikubalini hiyo hadithi. Kisha mtume asema, wa ayuma hadithin balagakum anni la tajidu la taarifunahu la taarifunahu bikitabi llahi Wala tajiduna ma tunkirunahu bihi fakbaluhu. Na mtume sallallahu alayhi wasallam kisha asema wa ayyuma hadithin balaghakum anni, na mazungumzo yote mkaambiwa kwamba haya yatoka kwangu mimi, kisha mukiangalia kwenye Qur'ani hamuyaoni, na lakini hayapingani na Qur'ani, fakbaluhu kubali

na mazungumzo yoyote ama hadithi yoyote mtakapoletewa, mwambie hii ni hadithi ya Mtume. Kisha hadithi kama ile mkiisoma na mkiangalia, miili inasisimuka na nyoyo zinashtuka, na mkiangalia kwenye Qur'ani imekhalifiana na Qur'ani, faruduhu, hadithi kama ile irudisheni na mimi ndio qaida ninayofuata hini ambayo kwamba aloiweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haya maneno yanaafikiana na, na Qurani, ndiyo nikasema hadithi ni sahihi lmatni. Na kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia, ya ayuha ladina amanu injaakum fasiqun binabain fatabayyanu Mwenyezi Mungu anatwambia in jaakum fasiqun binaba in fatabayanu. Tabayanu naba walaisa munabi, ichunguzeni ile habari, sio yule alioleta habari, la ile habari ndo tuichunguze. Kwa hivyo, na sisi leo tunaichunguza habari kama hini, ambayo ni habari ya kutisha, habari ya kufanya mwili usisimuke, habari ya kufanya moyo ushtuke, habari ambayo kwamba inawafanya hata wale waso, wasokuwa waislamu wanaiona picha ya kiongozi wetu ni picha ya kikatili. Kwa hivyo tunaiweka kwenye mizani hadithi kama hili, na mizani yenyewe ni Al-Quran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun Mwenyezi Mungu anatuambia wa hadha kitabu kitabu kitabu hadha kitabu, anzalnahu mubarakun. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hakutuambia wa hadhi hi kutub na hivi vitabu, la hadha kitabu, ambao ni Qur'an, fattabi'uhu tufuate. Hiki sio sahihi al-Bukhari ama sahihi Muslim, la hiki ndo tukifuate, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Rahma iko hapa rahma haiko kwenye vitabu vingine. Rahma yoyote utaipata kwenye hichi kitabu basi hakuna kwenye kitabu chingine. Kwa hivyo tuingie kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambacho alichokisifu kwamba ni rahma. Kitabu kama hichi tuangalie akhlaqi ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Je, ni sawa na haya tulioyasikia? na na Aisha yaulizwa kaifa kana khuluquhu tabia ya mtume ilikuwa vipi? tusifie mtume alikuwa vipi? na na Aisha asema kana khuluquhu lquran al alquran. Ukitaka kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam fungua Quran, wala sio vitabu vingine. La, fungua Quran utamjua mtume sallallahu alayhi wasallam. Tusikize Qurani inatuambia nini kuhusu mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye sura tu Ali Imran aya 159.

wa law kunta fadhwan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik. Mwenyezi Mungu ghalidhal qalbi nini? Yani kwa lugha yetu tunasema mtu ambaye kichwa maji fulani, kichwa maji sana, yani hasikii, lugha hajui, hili la sawa, si la sawa, yani ghalidhal qalbi. Huyo kwa kwa hivyo Mwenyezi Mungu amwambia wa law kunta fadhwan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik na leo ungekuwa wewe Mtume Muhammad ni kichwa maji, basi lanfaa wange kukimbia hao maswahaba zako. Kisha Mwenyezi Mungu anasema fafu an wastaghfir lahum fafu anhum. Mwenyezi Mungu anamfundisha adabu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafu anhum, nini maana ya afwa? Maana ya afwa unapomwambia unaposema afa anhu, yani ai amsaka an iqabihi maana afwa ni amsaka an iqabihi, yani mfano, wewe uko na mfanyajikazi wako, mfanyajikazi wako kama yule akakuibia pesa, wewe kama tajiri uko na haki ya kumpeleka jela, uko na haki ya kumshtaki, lakini ukaona ukamswamehe, hiyo ndio afwa, amsaka an iqabihi, yani una haki kwamba amefanya kitendo cha makosa, sawa na una haki kwenda kumtesa afungwe jela adhibiwe afanye nini, lakini wewe ukamswamehe, hiyo ndo afwa. Kwa hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam afundishwa adabu na mwenyezi Mungu, aambiwa faafu anhum, waswamehe wanapokuwa wamefanya kosa waswamehe, wastaghfir lahum, na waombe mswamaha, ikiwa kuna kosa lolo waombe mswamaha. Hii ndiyo adabu ya Mwenyezi Mungu alomfundisha Mtume Muhammad, na huyu ndiye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu kwenye suratul A'raf, aya ya 199, amwambia Mtume Muhammad, khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Khudhil afwa, yani wanapokuwa wamekosa, wamefanya kosa, waswamehe. Huyu ndiye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwenye sura An-Nur aya ya 22 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wala ya'ta liulul fadli minkum was'ati an yu'tu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim. Aya kama hii ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia, mfano wewe una mtu yuko nyumbani kwako Yani, umemweka nyumbani mtu pengine ana shida, ama ni katika familia yako lakini hali yake ni mbaya, ukaamua uishi naye nyumbani, lakini akaja akakuibia ndani ya nyumba. Kwa hivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia usiwate kumfanyia mema, yani mfanyie mema. Angalia namna ya Qur'ani inavyotufundisha, mwenendo inavyotufundisha, tabia inavyotufundisha akhlaq. Yule ambao kwamba hata mimi ni ngumu kufuata akhlaqi kama hini Qur'ani inatufundisha. Yani yule unayemlea mtu umemtukua wamlea wewe, kisha aje akufanyie maasi ama kufanyie mabaya, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akwambia usiwache kumrehemu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala asema waliafu waliasfahu. Nini maana safha? Maana safhi, yani kaan lam yakun shay Yaani kama ambaye kwamba hakukuwa na lolote, hiyo ndio maana waliyasfahu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema waliyafu waliyasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim, yaani ikiwa Mwenyezi Mungu yawasamehe madhambi yenu makubwa mnayoyafanya, na nyinyi kwa nini hamusamehe yaani mnapokosana? Hii ndiyo akhlaqi aliokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume alikuwa hawezi kabisa kukhalifu, kwa sababu yeye ndiye anaituambia sisi haya maneno yeye maneno haya ameteremshwa yeye atuambie sisi kisha, vipi yeye akhalifu maneno kama haya lima taquluna ma la tafalun, kabura maqtan inda allah an taqulu ma la tafalun. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam hawezi kukhalifiana kabisa na Quran. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwenye suratu Qaf aya 45 atuambia, asema nahnu a'lamu bima yaquluna wama anta alaihim bijabbar Mwenyezi Mungu amwambia wa wama anta alaihim bijabbar, wewe si mwenye kuwalazimisha watu, wala wewe si mtu jabari abadan, ni mtu rahimu, ni mtu unajua haki, ni mtu unaifahamu vizuri Qurani. Kisha aya ya mwisho Mwenyezi Mungu kwenye suratu Nisaa aya ya mia moja na tano anatwambia, wala amwambia Mtume Muhammad, wala takun lilkhainina hasima wala usiwe mgomvi kwa wale watu ambao kwamba walokuhini, walokuhini ahadi, walokuhini lolote, wala takun lilkhainina. Mwenyezi Mungu anamkataza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo vipi wewe twambie kwamba wale watu wa Uraini waliua na waka wakaritadi Mtume akaamrisha kwamba waende wakafanyiwe unyama kama huo? Wapi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa hukumu kama hukumu hiyo? Ama mtume ametoa hukumu wapi hiyo? Ambao hukumu kama hiyo ni kinyume na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu hata mahali pamoja hajatoa hukumu kwamba aloua na yeye auawe, abadan. Hakuna ndani ya Qur'ani kwamba hukumu aloua na yeye auliwe, abadan, hamuna ndani ya Qur'ani. Kwa hivyo vipi leo useme kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa ameuliwa yule mchungaji, kwa hivyo na yeye akaamrisha wakauliwe wale watu wa Urain? Hii ni wazi kuonesha kwamba huyo alotuletea hadithi kama hini ametuletea ili kuchafua picha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yote yaliyosemwa yanakhalifiana na Qur'an tamaman, hakuna ambayo kwamba amba liko sawa na ma al asafu shadid. Utakuta baadhi ya watu hadithi kama hizi wanazitetea. Subhanallah, hadithi kama hii utakuta mtu ametoka ywaitetea hadithi kama hii ambayo kwamba imekhalifiana 100% na Qur'an kwa sababu Qur'ani haijaamrisha hata mahali pamoja kwamba aloua au wawe abadan, hakuna. Vipi leo Mtume hukumu, hukumu ya kuua wewe ukiua, na e, ukiua na wewe uuliwe, hukumu hiyo ni, ni hu, hukumu ya Hamurabi. Hamurabi ilikuwa ni kabla, walikuwa hawa ni kabla ya Mtume. Hii ni sheria ilikuwa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni hukumu ya kikatili. Lau utasoma zile sheria zake za hiyo hukumu ya Hamurabi, ni hukumu za kikatili tupu. Moja katika hukumu yake inasema kwamba wewe uki, uki, uki, uki, uki, mwanamke anapokuwa na mimba ikawa utamdhuru yule mtoto wake, mtoto wake aliyoko tumboni akafa, analo yani na mimba mtoto akafa basi hukumu inasema wewe uloua, na wewe uthukulie mtoto wako naye ya auliwe. Yani hukumu za, ki, za kinyama, hukumu za Hamurabi. Kwa hivyo hukumu ya kuua na kuulia hii ni hukumu ya Hamurabi, siyo hukumu ya Quran wala siyo hukumu ya Uislamu. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hadithi kama hini ni hadithi batil, na hadithi kama hii ni hadithi ya kumchafua mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na ya kuuchafua